Iwapo itatokea bahati mbaya mwanafunzi wa kidato cha pili akafeli mtihani wa kuingia kidato cha tatu mtihani wa upimaji, je, kitatokea kitu gani? Em, nisikilize, lakini fahamu ni ngumu sana kijana akafeli mtihani wa kidato cha pili. Lakini kula nondo hizo, emsikiliza Namba moja ni kupewa chance ya kurudia mtihani huo, lakini option namba mbili atapewa chance au anaweza akaenda vyuo vya ufundi. Kwa mfano, anaweza kwenda VETA akajifunza udereva, akajifunza ufundi bomba, akajifunza welding. Lakini na option ya mwisho huyo kijana anaweza kwenda JKT akatumia cheti chake cha darasa la saba na akaamua kwenda jeshi la kujenga taifa, iwapo wakitangaza nafasi. Huyo kijana ambaye akufanya vizuri kuingia kidato cha tatu anaweza kutumia cheti chake cha darasa la saba na kwenda kujiunga mafunzo ya kujenga taifa. Asante sana kusikiliza video yangu, nikutakie kutakie kila la heri, japo kumbuka ni ngumu sana kwa miaka hii kijana akafeli kidato cha pili kuingia kidato cha tatu. Kwa hiyo usiogope, utafaulu vizuri. Nikutakie siku njema. Goodbye.